Katika vyo vitatu, katika matembezi yangu nimegundua kuwa kuna uboreshaji mkubwa wa huduma katika kila eneo ambalo tulokwenda. Kwa kweli, wengi walipongeza kuwa SUZA imejitahidi, imefanya vitu vingi, imeweza kuimarisha masuala ya miundombinu, imeweza kuimarisha masuala ya mitaala, imeweza kuimarisha masuala ya matumizi ya digitalization, isipokuwa changamoto kubwa ambayo tuliiona mpaka sasa hivi, ambayo ni changamoto kwa kweli ni ya kitaifa, swala zima la ajira au swala zima la wafanyakazi ambao watakuwa wanakidhi katika ile maeneo ambalo. Hili kama SUZA tayari tumelifanyia kazi, tumeweza kuwasiliana na mamlaka za maamuzi kuhakikisha tunaweza kupata vibali kwa ajili ya kuwapata wafanyakazi ambao wanahitajika ili kuweza kukidhi, na tayari tumeanza hatua za kuwapata wafanyakazi mbalimbali ambao kwa sasa hivi tumeanza kuanza kuajiri ili waweze kusaidia. Lakini kwa ujumla sikutegemea labda kama ziara yangu itakuwa na mafanikio makubwa, lakini katika ziara hii nimegundua yale ambayo maamuzi au malengo ya serikali pamoja na zile sera za serikali tumeweza kuyatimiza kwa kiwango kikubwa. Swala la kuweza kuwapatia elimu na ta, wanataaluma tumeweza kufanya kwa kiasi kikubwa na maeneo yote tulokwenda wamekiri wechi kitu kwa kweli mekifanya wapatia stahiki wafanyakazi. Katika masuala mazima ya mitaala, tumeweza kuboresha mitaala. Kwa hivyo tunasema safari yetu kwa kwa kwa leo ni kwa mafanikio, yani changamoto ndogo ambazo zinahitaji nyingine, ziko ndani ya uwezo wetu au kwa kutokuelewa, basi ndio zilikuwa zina tatizo. Lakini skuli zote ambazo tumetembelea leo, tumeanza skuli ya afya eh, tumeona na tumeweza kukaa nao, tumezungumza, lakini na wao wanaenda vizuri, na wamepongeza maswala ambayo mpaka sasa hivi uongozi wa Suza unavyojitahidi katika kuletea maendeleo zaidi. Tumekwenda skuli ya kompyuta eh, idara ya habari, tumeona pia na wao wamepongeza sana katika miundombinu tuweka, hata katika kuwezesha sasa hivi kupata studio mpya ya kisasa, ambao wanaweza kutoa katika kurusha matangazo mbalimbali mbali. Na kuweza kunji, vile vile tumekuja hapa tumemalizia hapa leo katika skuli ya, ya, ya, ya elimu endelevu hapa Vuga napo, na tumeona kuwa kuna mambo mengi, mafanikio makubwa yamepatikana, ambapo ni vitu vidogo vidogo tu ambavyo vinahitaji na vingine ni vimo ndani ya uwezo wao, pengine kwa uelewa au kutokuelewa, ndio hawajavitekeleza, lakini kwa ufafanuzi tulotoa na maelekezo tulotoa tunaamini watavifanyia kazi ili hivi vifaa mambo yale kuwepo yaweze kutatuka katika kile kwa katika muda mfupi. Tutajaribu kuwafuatilia zaidi, inawezekana uelewa wao mdogo katika kile kitu. Lakini kama nilivyotangulia kusema, mheshimiwa Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, alitupa kazi kubwa kama Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar kuhakikisha tunaweka miundombinu mizuri au tunahakikisha tunaelekeza zaidi katika masuala ya maendeleo. Sasa wale ambao hawakufanya hivyo, nafikiri tumwambia bajeti zao, na kuanzia mwaka huu wa fedha unokuja, zile bajeti zao tutatizama zaidi katika masuala ya maendeleo, au tutatizama zaidi katika miradi ya maendeleo na kuhakikisha wanaweka ile miundombinu husika, kwa sababu unakuta kuna kitu ambacho kimekaa pale kina tatizo. Ukitizama tatizo lake ambalo lilikuwa la kutatua muda mrefu, lakini watu wanakwa, wanasema leo tunataka tutatue, si kweli. Kwa hivyo tutahakikisha tunasimamia kwa ukaribu yale yote ndoagundua yana matatizo, na tutahakikisha tunakamilisha kipindi hichi hichi kabla kufika mwaka wa fedha ujao kwa bajeti ambazo wanazo. Suza imekuwa inawapatia bajeti karibu asilimia mia moja. Sasa kama bajeti asilimia mia moja alafu unashindwa kutekeleza basi hiyo itakuwa ni uzembe wa taasisi ile, sio uzembe wa SUZA kama kawaida. Na sisi tumehakikisha tutakuwa tunafanya ufuatiliaji wa karibu sana katika maeneo yote lilopita, changamoto zilizokuwa tutazifuatilia karibu sana, ili zitatuke mapema haraka iwezekanavyo.